Hapa nitakutajieni madhara ya fangasi kwenye chakula. Wengi tumekuwa tunakula vyakula ambavyo vinakuwa na fangasi. Sasa haya ndio madhara. Namba moja inaleta mzio, wengi tunapenda kuita allergy. Unapitia watu unakuta anakuwa na miwasho mikali, anapata mafua sugu na vipele mwilini na hii inatokana na nini? inatokana na kula chakula chenye fangasi wengi, lakini namba mbili huathiri kinga ya mwili, huwa inasababisha mwili ushindwe kupambana na maambukizi na unakuta mwili wako unakuwa dhaifu kabisa. unu kuongeza fangasi uh, kwenye mwili wako, lakini pia huwa bakteria wazuri tumboni na kuongeza gesi. Ukishapata gesi na kiungulia na maumivu ya tumbo, basi jua bakteria wabaya wameongezeka uh, tumboni, ambayo moja wa bakteria hatari kabisa ni bakteria tunayemwita H. pylori. Ni bakteria ambayo inatakiwa kukimbiwa kuliko bakteria wengine wowote tumboni, lakini pia inasababisha kichefuchefu na kutapika. Na, mara nyingi uh, ukira ukaona umetapika na umekuwa na kichefuchefu, angalia kwamba kuna changamoto gani, kwa sababu kemikali zinazozalishwa zinazozalishwa, uh, na mfumo wa mmenyaji wa chakula uh, kila fangasi huwa inazalisha kemikali ambayo inaathiri mfumo wako wa mmenyaji wa, wa chakula. Lakini pia mwisho huotoa sumu na maana uh, wale fangasi pia wanakuwa na sumu zao, ambayo ndugu yangu watakuja kuathiri mfumo wako wa mmenyaji wa chakula. Kama unapitia changamoto hiyo, basi wasiliana na Dr Jimmy uweze kupata msaada zaidi. Karibu na Mungu akubariki.